Kimsingi e, tunatoa mafunzo yanayohusiana na makosa ya kimtandao yanayodili hasa na masuala mazima ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya mtoto, ambapo katika sheria e, hii ya, ya makosa ya kimtandao kwa maana ya cyber crime act imezungumzia baadhi ya makosa yanayohusiana na masuala hayo ya ukatili dhidi ya mtoto, mfano cyber stalking. Cyber stalking maana yake ni kitendo cha kuweza kutuma taarifa za uongo au chuki E, katika mitandao dhidi ya mtu fulani, that is a cyber stalking. Lakini cyber bullying e, kuweza kutuma taarifa zinaweza zikawa hizo taarifa ni za kweli, lakini wewe unatuma kwenye ta, kwenye mitandao pasi na ridhaa ya muhusika, hilo ni cyber bullying. Lakini tunapozungumzia pornography, maanake hili ni kosa linalohusiana na masuala ya kuweza kutuma aidha ni picha au video za kingono katika mitandao. Na tunapozungumzia mfano hilo child pornography, maanake ni kuweza kutuma picha au video za kingono dhidi ya watoto. Na sexting au trolling, maanake ni kuweza kutuma jumbe fupi tunaita unsolicited messages, kuweza kutuma jumbe fupi e, katika mitandao kwa ajili ya kuweza kuumiza zile hisia za mtu. Lazima sasa jamii iweze kufahamu kwamba ipo sheria inayosimamia e, makosa ya kimtandao, kwa maana cyber crime act, lakini pia katika ile sheria yako makosa ambayo yanajihusisha moja kwa moja na ukatili dhidi ya mtoto eh, na udhalilishaji wa kijinsia na si uh, semina hii ya mafunzo kwa sisi watendaji wa dawati ni semina muhimu sana kwa sababu tajengea so, misingi mara katika hali ya kushughulikia mashauri haya ya udhalilishaji kwa ufanisi wa hali ya juu zaidi, lakini pia kuna mbali zaidi kufahamu namna gani ya kuweza kutoa huduma adhimu kwa wale ambao ni manusura kwa makosa haya ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto na kwa ujumla, uh, ndani ya siku hizi ambazo tuko hapa jifunza mengi sana ikiwemo pamoja na kupata elimu ya taaluma ya kisheria lakini pia kuyajua makosa yenyewe vijenga kosa vya makosa yenyewe, lakini pia namna ya kuwahoja hutumiwa mbalimbali na mashahidi mbalimbali kwenye kesi za jinai, jambo ambalo kwa ujumla tutaweka misingi imara ya kesi zetu za jinai kuweza kushinda pale mahakamani. Naitwa Fatma Maulid, ni afisa hifadhi kitengo cha mtoto katika idara ya ustawi wa jamii. Um, kwanza niseme nimefarijika sana au nimefurahi sana ama nimeshukuru wadau wa UNICEF kushirikiana na jeshi la polisi kunialika kuwa mshiriki katika mafunzo haya, ambayo ni mafunzo ambayo nilojifunza au nilionufaika na yatanifanya niwe na uweledi zaidi. Imekuwa kwangu ni chachu katika utendaji wangu ama majukumu yangu ya kazi, kupitia mambo ambayo nimepata hapa hususan kuigusia kwenye sheria, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika au tunafanya ambavyo bila kuzingatia ile sheria inayotakikana haswa. Kwa hiyo nimefarijika na nimenufaika nime zaidi, kwa kupata zile sheria ambazo zitahusiana na kazi zangu juu ya maswala ya uamuzi kwa watoto. Pia kuna hili swala ambalo pia limenigusa zaidi, ambayo tulikuwa sisi tunachukua tufatwa, lakini tulikuwa tuangali zaidi ndani kuhusiana na mama ambao wajawazito.